wa 2024 2025 uh, unakwenda kwenye kumbukumbu kumbu zetu sisi Young Africans kama miongoni ama moja ya msimu ambao umekuwa mzuri, lakini msimu mgumu kabisa umewahi kutokea katika historia ya klabu yetu, lakini vile vile msimu ambao umekuwa na matukio mengi sana ambayo klabu ya Young Africans imeweza kuyapitia na kuyavuka kwa mafanikio makubwa, lakini mafanikio haya yasingewezekana kuvukwa kirahisi bila ya kuwa na mshikamano, umoja na mahusiano mazuri ambayo yapo baina ya uongozi wa klabu ya Young Africans pamoja na wanachama wake na mashabiki na wapenzi wote. Wanachama wa Young Africans msimu huu, kama ilivyo kawaida ya misimu mingine, waliweza kusimama imara kuunga mkono uongozi wao, kuisimamia timu yao, kuhakikisha inafanikiwa katika kila njia ambayo ilitakiwa ipite na kufanikisha mambo yake katika kuusaka si tu ubingwa wa ligi kuu ya NBC, lakini makombe yote ambayo timu hii imeshiriki katika msimu huu. Kwangu mimi, hata juzi wakati wa kumaliza sherehe za kukabidhiwa kombe nilisema ubingwa huu wa msimu wa 24 25 wa kombe la NBC ni ubingwa ambao unastahili kwenda moja kwa moja kwa wanachama wa Young Africans, kwa sababu wao ndio ambao waliusimamia kwa jasho na damu, na sisi kama viongozi wao tunawaambia asante sana. Tunawaambia msimu huu tunakwenda kuukamilisha tarehe 29, kwa fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya Singida Big Stars. Mchezo huu tutaucheza hapa viwanja vya New Amani Complex. Naamini wanachama wa Young Africans wapenzi pamoja na mashabiki wataendelea kuitika kwa wingi na kuja kuujaza uwanja huu wa New Amani Complex ili tukamilishe ile safari yetu ya kuyadhibiti, kuyahifadhi makombe yote ambayo tulitakiwa tuyachukue msimu huu na kuyarejesha katika mitaa ya Jangwani na Twiga. Arafat Haji akizungumza jinsi gani ambavyo msimu wa 2024/25 umekuwa mzuri kwa wananchi Young Africans ambao wametwaa taji la ligi kwa mara ya thelathini na moja. Wakati Young Africans wakitwaa ubingwa huo wa mara ya thelathini na moja wa ligi wakiwa na kikosi bora ambacho pia kimefika fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank, bado uongozi wa klabu hiyo umepanga kufanya maboresho makubwa ya kikosi chao kuelekea kwenye msimu ujao, kama ambavyo anaeleza tena Arafat Haji Makamu wa Rais wa Young Africans. Unajua unapokuwa juu mara zote unataka kuendelea kusogea mbali zaidi. E, tumekuwa na misimu minne mizuri sana sio tu katika kuchukua ubingwa lakini katika aina ya wachezaji ambao tumekuwa tukiwasajili. E, tumeonesha ubora wa wachezaji ambao wamekuwa wanakuja na sio wanachama peke yake wa Young Africans lakini wa Tanzania, na wote ambao wamekuwa wakiifuatilia timu yetu wamekuwa wakijiuliza ni nani mwingine ambaye ni bora zaidi ya hawa ambao wapo. Niwatoe hofu, niwahakikishie wote ambao wanaipenda Young Africans, lakini wale ambao wamekuwa wakiihofia Young Africans, hofu yao iendelee kuwa kubwa zaidi, kwa sababu kinachokwenda kutokea ni kikubwa zaidi ya hiki ambacho wamekiona katika misimu mitatu. Viongozi wao badala ya kuona namna gani tuna taka malengo yetu tuweze kuyatimiza, sio tu Tanzania, lakini nje ya mipaka ya Tanzania. Ni nini tunatakiwa tukifanye, tayari tumekwisha kijua na kazi imekwisha anza, na muda sio mrefu, badala ya ligi kumaliza, kama viongozi tutatoka na kuwaeleza wananchi wetu kwamba kazi inayokwenda kufanyika msimu ujao na malengo ni makubwa zaidi ya yale ambayo wamekwisha kuyaona. Kwa hiyo wawe na subra, wawe na uvumilivu, wakati sahihi tutawaeleza na wataona vile ambavyo wanatamani kuviona, lakini ni maboresho makubwa ambayo yanakuja kwenye kikosi chetu.